Mheshimiwa, juzi ilitokea ajali kutoka pale Dar es Salaam kwenda Morogoro. Wasiotakia mema nchi hii waliumizwa na mambo makubwa mawili. Cha kwanza, waliumia eti hakuna mtu aliyekufa kwenye ile ajali. Cha pili, waliumia eti umetumia masaa mawili kurudisha ile reli na treni kufanya kazi ya kuwasafisha wananchi kuwapeleka Dodoma. Naomba niwahakikishie kwa kuwa Mungu ndo aliyemketisha kwenye kiti hiki, daktari Samia, Mungu ataendelea kuilinda Tanzania na Tanzania haitaingia kwa machafuko kama wanavyofikiria. Mheshimiwa amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya bandari. Nimeshasema takwimu za bandari, mwanzoni tulikuwa tunapokea mzigo tani milioni kumi na nane kabla uwekezaji hujafanya lakini bandari ya Dar es Salaam sasa hivi tumetoka kwenye tani milioni 18 tumeenda mpaka tani milioni 27. Upande wa Mtwara tumetoka kwenye tani laki 5 kwenye tani milioni. Lakini upande wa ndugu zangu pale Tanga tumetoka kwenye tani laki nane kwenye tani milioni, mili mili kwenye tani, nane, kwenye tani, milioni. Haya yanatupa matokeo gani? Mheshimiwa, leo bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari zingine tuna mzigo wa tani milioni thelathini na mbili na kwa mwezi tuna meli mia moja zinatia nanga, na meli moja inabeba mzigo wa tani hamsini alfu. Ukipiga mahesabu, maloli mengi yanayofanya kazi, mnyororo wa ajira umeutengeneza. Lakini kupitia jambo hili sasa unatujengea ndugu zangu wa Msomo wanasikia na umeshawaambia unajenga reli ya kutoka Tanga kwenda mpaka Msoma. Wewe huyu, kwa mapenzi yako makubwa, unajenga reli ya kutoka Ruvuma mpaka Mtwara wewe kwa mapenzi yako mkubwa unatujengea bandari kavu iliyoko sasa hivi Saka, unajenga bandari kavu Dodoma, unajenga bandari kavu Tunduma na umeshakamilisha bandari kavu pale Kwala. Leo Kwala makontena ya 250 zaidi ya laki tatu na elfu hamsini yanakaa sehemu moja, na pale Kurasini unamaliza mwakani, zaidi ya makontena laki saba yanakaa. Jamani, nani kama Daktari Samia?